Nishukuru kanisa, niwashukuru sana kanisa, Baba Askofu na uongozi wako. Niwashukuru viongozi wa dini wengine mlioko hapa. Hii ndo Tanzania ninayoijua, hii ndo Tanzania iliyoasisiwa tulipopata uhuru. Nchi yetu ilikuwa bado haina uwezo wa mashule na mahospitali. Lakini serikali ilianza kushirikiana na taasisi za dini katika kutoa huduma za afya na elimu. Mtatoa mifano na hili ndio linalotuunganisha serikali na dini. Leo Bugando, palo Bugando, ile hospitali asili yake ni ya dini lakini serikali inashirikiana na Bugando, ndo hospitali kubwa ya kanda kuwahudumia Watanzania. Chuo cha Kiislamu pale Morogoro ni cha Waislamu, lakini nafikiri ikifanyika sensa utagundua Wakristo wako wengi katika kile chuo. Maana yake unapotoa huduma hujali huyu ni dini gani, ili mradi wewe unashirikiana na serikali. Leo tuko hapa Selian ni hospitali ya KKT, lakini mnakuja kushirikiana na serikali. Na Mheshimiwa Waziri, nilikuja hapa kuwakilisha kuja kuangalia kazi nzuri inayofanywa na Dkt. Kisenge hapa nili-, wakati ule nilikuja nikuta wananchi wamejaa hapa, kulikuwa na tenti pale, palikuwa na tenti ndani, watu wamejaa, na kwa takwimu nilizo nazo ni wagonjwa 11799 walionwa, lakini katika hao elfu nne na 73 waligundulika na tatizo na 297 walipewa rufaa. Kwa hiyo unaweza kuona katika wagonjwa wale ukiwauliza wewe dini gani, haipo wote wamekuja hapa. Watanzania, tuendeleze umoja na mshikamano wa taifa letu. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Arusha tunakushukuru sana, tunamshukuru sana mheshimiwa rais. Bima ya afya kwa watu wote na makundi yale maalum sio kazi ya mchezo, ni jambo kubwa, linahitaji dhamira ya dhati, upendo na uthubutu. Rais wetu kalifanya, ni ahadi katika siku mia moja na ametekeleza, na waziri amekuja mkoa wa arusha kutamka jana tarehe 26, tangazo langu linaanza. Jambo la pili ni mkoa wa Arusha kuzindua ongea na waziri, kwamba wananchi wanapata fursa ya moja kwa moja bila mizengwe kuongea na mheshimiwa waziri na jana baada ya uzinduzi aliulizwa maswali magumu, lakini mwenzangu huyu ameshakuwa kama mtaalamu wa afya. Vifaa vyote wakitaka kumdangania anambia hiki hiki kiko wapi kingine, ameshajua mambo ya wizara ya afya haraka. Hongera sana. Kwa hiyo jana alitulishuhudia live anajibu maswali mengine ya kitaalamu, lakini ameajibu vizuri. Lakini tunachosema ni kwamba Mheshimiwa Rais aliwaahidi Watanzania atakapoondoka aache tabasamu. Tabasamu hilo ni pamoja na wananchi kutoa kero zao, wananchi kuhudumiwa vizuri ambaye amempa kazi Mohamed Mchengerwa kuifanya na yeye anaifanya vizuri sana. Hongera sana Mheshimiwa